Kabla haujafikisha miaka 35, inabidi ujue mambo haya sita muhimu kwenye maisha yako. Kabla hujajua ukweli huu, miaka itapita kimya kimya, na siku utaamka, utagundua maisha hayakusubiri. Miaka 35 si uzee, lakini ni mpaka. Ukivuka bila mwelekeo, gharama yake ni kubwa sana. Haya hapa mambo sita ambayo kila mtu anapaswa kuyajua kabla hajafikisha miaka 35. Kabla tujaendelea, hakikisha unasubscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom. Moja. Hakuna atakayekuja kukujengea maisha yako. Utake usitake, hilo halipingwi. Huu ndio ukweli mgumu zaidi kukubali. Hakuna mtu anayeamka asubuhi akifikiria ndoto zako kila mtu ana mzigo wake. Watu watakutia moyo kwa maneno, lakini si wengi watakaokusaidia kwa vitendo. Ukifika miaka 35 bado unasubiri mtu akusukume, maisha yatakuacha nyuma. Jikomboe mwenyewe, jisimamie mwenyewe, jipiganie mwenyewe. Mbili, muda ni adui wako mkubwa kama huna mwelekeo. Muda hauui watu kwa kasi, unawaua kwa kuahirisha bado nipo mdogo, bado kuna kesho, bado nitapanga. Mpaka siku moja, kesho haipo tena, miaka kumi imepita bila kitu cha maana. Kabla ya miaka 35, unapaswa kuwa umejua: namba moja, unataka nini; namba mbili, unaenda wapi; namba tatu, unaishi kwa ajili ya nini. Bila hivyo, muda utakuchezea. Tatu, pesa haiji kwa maombi inakuja kwa ujuzi. Upendo ni muhimu, imani ni muhimu, lakini pesa haziji kwa nia njema. Pesa humfuata mtu mwenye ujuzi, nidhamu na thamani sokoni. Ukifika miaka 35 bila ujuzi unaolipwa, utafanya kazi kwa hofu badala ya uchaguzi. Jifunze kitu kinacholipa, boresha akili yako kuliko muonekano wako. Nne, marafiki wengi si baraka ni hatari. Kadiri unavyokuwa ndivyo unavyohitaji watu wachache, lakini sahihi. Watu wengi wanapenda uwe chini, wanakuchukia ukipanda, wanakaa karibu ili kunufaika. Kabla ya miaka thelathini na tano, jifunze kuchula watu. Ukikaa na watu wasiokwenda ulipoelekea, utachelewa kufika. Tano, kutojitambua ndio umaskini mbaya zaidi. Kutojua wewe ni nani unataka nini na una uwezo gani? Ndiyo janga kubwa. Watu wengi wanaishi maisha ya wengine, ndoto za familia, shinikizo la jamii, hofu ya kusemwa. Kabla ya miaka 35 lazima uwe umejua mimi ni nani, niko hapa kwa nini, nipo tayari kulipa gharama gani? Bila hilo utaishi, lakini hutakuwa hai. Sita, maisha hayakulazimika kuwa fair. Hii dunia haina huruma, hitazami juhudi zako, inatazama matokeo yako. Unaweza kuwa mtu mzuri, lakini bado ukateseka. Unaweza kufanya bidii, lakini bado ukachelewa. Hilo lisikuvunje, likukomaze. Kabla ya miaka 35 jifunze kupigana bila kulalamika. Maisha yanawaheshimu wapiganaji kimya kimya. Na sasa sehemu muhimu zaidi Miaka 35 haikupi onyo, inakuja. Na ikija, inauliza swali moja tu: je, umejenga nini? Sio ndoto ulizofikiria, sio mipango uliyopanga kichwani, ni kile ulichojenga kwa vitendo. Anza sasa, badilika sasa, jijenge sasa, kwa sababu muda hausubiri mtu anayesita.